Ulio yaona unalipi la kusimulia, ndo ananioji na, yaani waambie waandishi, umejisikiaje? Unajionaje? Na unalipi la kuwaambia wagonjwa kwenye chumba kinachofuata? Zungumza tukua huru, hamna kushikia fimbo. Um, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo ulikuwa mzuri, umetamatika Uh, tumevuna ambacho tumekipanda actually. Namshukuru Mwenyezi Mungu hatujapata injury yoyote kubwa. Ulikuwa ni mchezo mgumu, wenzetu walikuwa bora zaidi ya kwetu, ndio maana tumepata hayo matokeo ambayo tumekwisha yapata. Namshukuru Mwenyezi Mungu, ligi imekamilika, na niseme tu kwamba tunajiandaa kwa ajili ya msimu ujao. Kwenye mchezo huu sisi tuliingia uh, kwa ajili ya kwenda kucheza football hatukuwa na pressure sana ya, ya, ya, ya mchezo, lakini ulikuwa ni miongoni mwa michezo ambayo tulikuwa tunajua kama utakuwa ni mchezo mgumu. Hata hatukutarajia matokeo haya, lakini ndio yametokea, ni football. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, maisha mengine yanaendelea. e, mchezo wa aina hii kama nilivyosema kwamba ni afadhali ukutana na hivyo vilabu kuliko kukutana na Simba na Yanga kwenye kipindi hiki ambacho amepishana alama moja na unakutana mtu na mtu ambaye anaongoza na hataki hataki e, apoteze kwa namna moja ama nyingine, maana yake lazima ujidhatiti. Tulijiandaa na ndio maana tulitumia nguvu kubwa sana kuwatuliza wachezaji psychological, kuwaambia kwamba kwenye huu mchezo wakatulie, yani wa, wa, wa, watulie, wasiwe wasiwe na wengi. Lakini ndio hivyo matokeo ya mpira, lakini kiuhalisia ni kwamba uh, ligi yetu ya moto sana msimu huu yani mpaka unatamani una, una, una kama bora tungemalizana nao wakati ambao walikuwa wajapishana alama moja, lakini kwa kipindi hiki e, ukikutana nao ni, ni, ni, ni changamoto, lakini ulikuwa ni moja kati ya michezo mizuri. Wenzetu wameweza kutumia nafasi ambazo wamepata, sisi tulipata nafasi kadhaa, utulivu tulikosa. Wenzetu wamepata nafasi, wamezitumia. Ndio hivyo, ilikuwa ni lazima useme kipigo kaka. <laughs> ungesema hata kwa magoli au tulofunga. Ah, mashabiki wa Dodoma Jiji wanaifahamu klabu yetu. Miongoni mwa vilabu ambavyo vina mashabiki ambao hawakati tamaa na timu yao ni sisi. Bado tunajijenga ndio kwanza tunamaliza msimu wa nne wa ligi kuu tunakwenda kwenye msimu wa tano. Niwaambie tu kwamba matokeo kama haya huwa yanatokea. Hatujawahi kumfunga Yanga toka tumeanza, kwa hiyo tunajipanga kwa ajili ya msimu ujao, sasa ikiwezekana na sisi tuweze kupata matokeo back to back eh, michezo yote nyumbani na ugenini, inshallah Mwenyezi Mungu ikimpendeza tupate matokeo lakini kwa msimu huu kiukweli, ha... hatuwezi kusema lingine zaidi ya kushukuru kwa support yao ambao wamekuwa kutusupport mwanzo mpaka mwisho. Tunamaliza ligi tukiwa kwenye nafasi ya kumi kama sikosei, kumi na mbili. Kwa hiyo si nafasi nzuri kwa endorsement, sponsorship pamoja na fan base, haiko sawa, umeona bwana. Kwa hiyo msimu ujao tutajipanga kwa ajili ya mambo yaweze kukaa sawa. Football hata kama ukifunga goli moja unapata funzo. Kwa hiyo magoli matano unaweza ukafunga magoli kumi na usipate funzo. Ukafunga goli moja ukapata ukapata funzo na sisi sio si wa kwanza kufunga kufungwa tano. Waambie. Kwa kwa hiyo hiyo ni matokeo ya kawaida kwenye kwa football. Kila mtu anaweza akapoteza kwa idadi ya magoli hasa walifungwa nane. Unaona bwana. Kwa hiyo ni ni nomo kwenye football. Tumechukua madhaifu kwa sababu tunachukua madhaifu kuanzia mwanzo wa msimu mpaka hapa tulipomaliza. Tunakwenda kuyafanyia kazi pre-season tukirejea, mm -hmm. msimu ujao tutawafunga Yanga back to back.